Sasa kuna watu huwa wanaota watu waliokufa, wanaongea nao, wanakula nao, wanakuja kuwabeba, wanakuja kuzungumza nao, na wanashindwa kujua ni nini maana ya kuota watu waliokufa. Eidha unakufa wewe, ama unaota mshangazi wako aliyekufa, mjomba wako aliyekufa, baba wako aliyekufa, mama wako aliyekufa, yoyote yule aliyekufa. Ndoto hizi ni mbaya, kwa sababu Biblia inasema kwamba hakuna ushirikiano kati ya wa, wafu na walio hai. Ina maana kama unaota ndoto ambazo za watu waliokufa ama wewe umekufa, maana yake hiyo ni maana mbaya. Sasa maana ya kwanza inamaanisha kwamba kuna roho ya mauti inafuatilia kwenye maisha yako. Yani, huenda mauti hii inaweza kuwa ni ya kimwili au ni mauti ya kiroho. Huenda biashara zako zinataka kufa, mtoto wako anataka kufa, afya yako inataka kufa, vitu vyako vya karibu inataka kufa, kufa, mifugo yako inataka kufa, na ndo maana unakuwa unaota wewe unakufa. Inamaanisha kabisa kuna roho ya mauti, roho ambayo inaua vitu, roho ambayo inaua watu, inafuatilia kwenye maisha yako. Unaweza kupata unaweza kupata mauti kwa njia ya ajali, ama unaweza kujikuta kama kuna mtu umemwotea amekufa, kuna mtu anakwambia, mimi mtumishi Huyu mtu amekufa lakini ni kwa nini? Ni kwa sababu kwa maisha kama kuna roho ya mauti, huyu mtu anamfuatilia na mauti inaweza kaja kwa njia nyingi. Mauti inaweza kaja kwa ajali, mauti inaweza kaja. Kwa hiyo inamaanisha kabisa kwamba kwenye maisha yako kuna roho ya mauti ambayo inakufuatilia na inatakiwa uweze kushughulikia nayo as soon as possible. Maana nyingine ya pili, maanake kuna maagano ya kiroho ya zamani yanayotakiwa kuvunjwa kwenye maisha yako, na huenda maagano haya ndio anaofanya vitu viharibike kwenye maisha yako, maisha yako yasiyo yanaenda popote, yasiyo yanatembea, kila unachofanya hakifanikiwi, kila unaolifanya halieni mbele kwa sababu ya maagano haya kiroo, ya kiroho ambayo yanakufanya kila siku unaota watu waliokufa. Inawezekana kitu ambacho kama unaota ni fulani aliyekufa babu yako zamani aliyekufa naongea naye. Inawezekana kile kitu ambacho kilimuua yeye kinakuvuta nawe kiweze kukua na wewe siku ya leo. Kile kicho muua babu, pressure iliyo muua bibi, kisukari kicho muua babu na wewe kinakufuatilia hicho hicho. The same thing kicho muua na wewe siku ya leo kinakufuatilia kiweze kukuwa. Kwa hiyo unapoota ndoto za namna hizi za maisha kama kuna maagano ya kiroho ambayo unahitaji kuweza kuyavunja siku ya leo. Maana ya tatu ya kuota ndoto za wafu, maana yake kuna maisha ya zamani unayotaka kuyarejea wewe. Inawezekana kuna umasikini uliokuwa umeshauacha zamani, sasahivi Mungu alikubariki pesa. Inawezekana kuna tabia ulizokuwa umeziacha zamani, sasahivi tabia unazo. Inawezekana kuna zile tabia ambazo ulikuwa umeziachaga zamani kweli, zile ambazo zilikuwa zinakutesa, ulevi, uvutaji sigara, chochote kile, adikshen yote, madawa ya kulevya. Kama unaota wafu maanake kuna, kuna posibiti kubwa sana yawe, kurudi kwenye yale maisha ya zamani. Kwa hiyo hata unapoingia kwenye kushughulikana na hizi ndoto, inatakiwa uingie kwenye maombi uyakemee ndoto hizi, uvunje, ufyeke, uharibu, kwa sababu ndoto hizi zinamaanisha kwamba kuna maisha ya zamani ambayo ulikuwa nayo, unataka kuenda kuyarudi kuweza kuyaishi. Kwa hiyo usiache kuvunja roho hizo. Maana ya tano ni kukosa amani na msamaha. Unapoota wafu wanaongea na wewe, wanakulalamikia, wana huzuni, wana majonzi, maanake kuna vitu ambavyo wewe hujavimaliza kwenye maisha yako huko, na unfinished business na watu. Kuna watu ambao umewaweka moyoni mwako, ama wao wewe huko moyoni mwao. Unaona kuna jambo la ajabu sana ulishawahi kutenda kwenye maisha yao. Unaona kuna kitu cha ajabu sana ambacho ulishafanyia na haujawahi kukitubia mpaka leo, au hujawahi kwenda kuomba msamaha, au hujawahi kwenda kusema samahani. Unajua kabisa kama kuna jambo kwenye maisha yako ambalo linahitaji wewe uweze kulitubia na haujalitubia bado. Kwa unapoota wafu wanalalamika, ama wanaongea kwa huzuni, jua kuna jambo kwenye maisha yako ambalo bado haujalitubia. Na jambo hilo huenda na linafanya maisha yako kila siku yanaharibika. Jambo hilo huenda linafanya na maisha yako kila siku yabaki kuwa pale pale, yasisonge mbele, yasipige hatua na unamhitaji Mungu sana aweze kukusaidia kutoka katika hilo. Kama umebarikiwa na mafundisho haya, usiache kusubscribe, kulike na kushare. Na Mungu wa mbinguni atakubariki. Na kama unahitaji maana ya ndoto yote ambayo inakusumbua, basi niandikie kwenye comment section nitakujibu. Ama pita kwenye kurasa wetu wa YouTube, wa Facebook, wa TikTok ama wa Instagram uweza kuangalia nimetoa maana nyingi ya ndoto, ziko mali pale na Mungu amegunata kubariki sana. This is Apostle Deusi Sengo. Amen, shalom peace.